Habari kutoka redio Elisha. Tuko na msomaji wako Msienene, taarifa kamili. Kidongo Cheusi, baba mmoja amefukuza mke wake kwa kumpa sarafu tena shuka na netu usiku akiwa amelala. Kwa kwa tucuga, mtangazaji wetu Msienene, kwa taarifa kamili. Ni ukweli usiopindika, baba mmoja mkazi wa Kidongo Cheusi amemfukuza mke wake, chanzo usiku akiwa amelala kuchana shukana neti. Inasemekana kuwa mke wake huyo alikuwa na vizaka yani igabu, ikaamua kumpinga na kuifuku mbali kabisa na kumwambia hatulitena nyumbani kwake. Jamani wa mama, kuweni makini na vizaka vyenu, misuguo zenu ikendelea kuhapa asala wa ume zenu. Nikiripoti kutoka Kilongo Cheusi, mimi ni mtangazaji wako Umseleme kwa radio Elisha Bashayo. Mama mmoja amakutumiaw na mama huyo mkazi wa kwashai amemuua mme wake kwa kutumia ziwa lake. Chanzo ilikuwa usiku, akiwa amelala, mama yule wakati akijikeuza, ziwa lake liliangukia puani kwa alipo na alio